Serikali imetengeneza mwendokasi na tunajenga mpaka mm. Sasa hivi mheshimiwa ametoa hela nyingi, tunajenga, tunanunua magari mia tatu mapya mm. Unaweka kwenye barabara ya mwendokasi, haina challenge, haina mpiga debe mm. sawa mm-hmm. Ha, yani, barabara ya kwako, gari za kwako, tumefanya kazi mwaka mmoja na nusu Kwenye gari mia tatu zinazotembea zikizidi kumi na tano ni bahati <laughs> zile za mwendo kasi zile. Siku moja ukiwauliza zimeenda wapi, hela hawajui kila kitu mm. Ukitengeneza mfumo cha kwanza, wanatempa na mfumo warudi kwenye mkono mm. Hela hamna, na kwa sababu gani? Mawazo ya kisoma <laughs> kwa sababu unafungua <laughs> kampuni ya basi eh, eh. Halafu unasema lazima kampuni iwe na dg director general iwe mm. na mkurugenzi wa fedha mkurugenzi wa manunuzi, mkurugenzi wa watu wote makorokoro, yani mstari mrefu wakurugenzi wengi, ya matokeo na basi hizi ni mpya mm. inadondosha tu boriti moja ya e ambayo inanunua shilingi elfu themanini na tano. Kwa mfano, unakuta dijana nayetakiwa kuidhinisha manunuzi ana kikao cha kamati ya Bunge Dodoma, atakaa wiki mbili. Kwa hiyo hiyo gari yeah, vutu yeah, inawekwa kule mm yanarundikana kule. Mwisho wa siku, DJ naye anataka kusaini, ameenda kwenye kikao Uingereza. Kwa hiyo, mwisho mtu anachukua maamuzi, ili naye asikose mshahara, wanaendesha magari mabovu hivyo hivyo. Nasikia magonga magari, breki zimekosekana kwa sababu ya hii ma, midodongo marefu. Lakini nataka nikuambie mimi leo hivi, mimi naweza nikasaini hata hati ya kifo niwekee tu basi mimi, mm. Hapo za kwangu hapo si mnajenga. Yani, wewe Msukuma, unachosema, tukikupa wewe mradi wa mwendo kasi, huhitaji kuwa na DJ wa kulani mwendo kasi mm. awe na tai, awe mzungu mm. hiyo ni kazi ya jamii, kazi ya gari ni sawa na kuhudumia watoto wa chekechea mm -hmm. umeelewa? mm -hmm. kwa hiyo mimi ukinikabidhi, sijipigii Debora si, mm. siombi kazi Tunajenga mwendokasi wa Mbagara. mm. Serikali inunue basi mia moja inikabizi mimi, nisaini hati ya kifo halafu inipe target kwamba usiku e, um, mimi hayo mirorongo ya DG tukutane <laughs> kwenye malipo madiji <Experience>. e, <laughs> manini hayo ni haiwezekani kwa mm. so, ukiangalia unacho unachokikusanya, hata leo serikali kasema hatutaleta ruzuku kwenye basi mia tatu. mm. Lipeni mishahara, hawezi kujilipa yenyewe mishahara